Tangu mwezi Januari, mapigano makali kati ya wapiganaji wa kundi la Alliance Fleuve Congo M23 na jeshi la ulinzi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yalipamba moto na kusababisha M23 kuitwaa miji ya Goma na Bukavu iliyoko mashariki mwa nchi hiyo. Goma na Bukavu ni miji muhimu katika utawala wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC chini ya Rais Felix Tshisekedi na tangu wakati huo limeanza kujiandaa kwa utawala wa muda mrefu katika maeneo linayoyadhibiti. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FARDC lilikuwa na takriban wanajeshi laki moja na thelathini na tano elfu mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, kulingana na Taasisi ya Kimataifa ya Mafunzo ya Kistratejia IISS, ingawa wataalamu wanaamini idadi hiyo imeongezeka tangu wakati huo. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa M23 ina wapiganaji wachache tu huku kukiwa na madai kuwa wapiganaji hao wanasaidiwa na takribani wanajeshi elfu nne wa Rwanda, madai ambayo Rais Paul Kagame alipofanya mahojiano na CNN aliyakanusha na kudai kuwa hakuwa na taarifa juu ya uwepo wa wanajeshi wake ndani ya mipaka ya DRC. Mnamo mwaka 2023, Rais wa DRC, Felix Tshisekedi, aliongeza mara mbili bajeti ya jeshi hadi dola milioni mia saba 94 sawa na euro mi, milioni 732, jambo linaloibua maswali kuhusu jinsi wapiganaji wa M23 walivyofanikiwa kulidhibiti eneo la mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa wachambuzi na watafiti wamebainisha mambo makuu manne yanayoaminika kusababisha kuangushwa kwa, kwa jeshi la FARDC katika miji ya mashariki mwa DRC na wapiganaji hao wa M23 kufanikiwa kuiteka miji hiyo. Nanukuu: Mojawapo ya sababu kuu za udhaifu wa FARDC ni rushwa ya kimfumo, anasema Alain De Neve, ambaye ni mtafiti wa taasisi ya Royal Higher Institute for Defence RHID iliyopo mjini Brussels Ubelgiji. Kwa mujibu wa De Neve, alipohojiwa na Deutsche Welle, ripoti nyingi zimesababisha na zimebainisha kuwa fedha zilizokusudiwa kuwa mishahara ya wanajeshi na vifaa vya kijeshi zimekuwa zikipotea katika mazingira ya kutatanisha na Hali hii inasababisha ari ya wanajeshi kuwa ya chini na visa vya kujitoa jeshini kuwa vya mara kwa mara. Katika baadhi ya matukio, wanajeshi walioko mashariki mwa nchi wamegeukia uporaji ama uonevu wa raia ili kujikimu, amesema De Neve, mwisho wa kunuku. Mkurugenzi wa mtandao wa kikumeni wa Ujerumani wa Afrika ya Kati ONZ, Kieran Ronald Pasman anasema FARDC imekuwa kama duka la kujihudumia lenyewe likipata viongozi likiwapatia viongozi fursa ya kujitajirisha. Aidha, maofisa wa FARDC Mashariki mwa DRC wanadai kuwa na wanajeshi wengi zaidi ya waliopo ili wapate mgao mkubwa wa fedha kutoka katika ikulu ya Kinshasa. pesa nyingi hugawanywa kupitia majenerali, anasema Jacob Karstan ambaye ni mkuu wa ofisi ya wakfu ya Konrad Adenauer iliyopo mjini Kinshasa nchini DRC. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wanajeshi mahojiano na maofisa wa kijeshi nchini humo pamoja na waraka wa siri wa Umoja wa Mataifa, shirika la habari la Reuters lilieleza kuwa FARDC kama jeshi linalosumbuliwa na matatizo sugu kama malipo duni na rushwa, ambayo juhudi za mageuzi zimeshindwa kuzitatua, licha ya Rais Tshisekedi kutangaza nyongeza ya mishahara kwa wanajeshi. Kristen alieleza kuwa malipo hayo bado hayafikii yale ya mamluki wa Ulaya ambayo wanalipwa takribani makumi ya maelfu ya euro kwa mwezi. Kwa upande mwingine, Deneve alieleza kuwa tatizo jingine kubwa la FRDC ni uhaba wa mafunzo na vifaa, tofauti na M23 ambayo inanufaika na mafunzo yenye muundo na mbinu za kivita zinazolingana na na mandhari ya milima ya Kivu Kaskazini. FRDC pia inakadiriwa kuwa na changamoto za teknolojia na vifaa hali inayofanya iwe duni katika vita dhidi ya wapiganaji hao wa M23. Nanuku, Kinshasa wakati mwingine haijui ni wapi vikosi vya jeshi vinasafiri kuelekea mashariki mwa Kongo. Jeshi wakati mwingine huwasiliana kupitia WhatsApp, jambo linalofanya iwe vigumu kwa Kinshasa kutoa maagizo wazi yanayotekelezwa kikamilifu. Pia, serikali inaonekana kuwa na ukosefu wa utayari wa kuwakabili na kuwakabidhi maofisa wenye uwezo mamlaka halisi ya kijeshi , anasema De Neve, akionyesha kuwa upendeleo kubwa ni tatizo kubwa. Maofisa wa kijeshi huchaguliwa si kwa ujuzi wao bali kwa uaminifu wao kwa serikali, hii husababisha maamuzi duni ya kiufundi na kiutendaji, amesema mchambuzi huyo. Ndani ya DRC kunatajwa kuwepo ugumu wa kuajiri maofisa wa jeshi waaminifu. kumekuwa na mabadiliko mengi katika makamanda wa majeshi na huduma za ujasusi, anasema Ron Spassman, mwisho wa kunukuu. Hii inaonyesha kuwa Tshisekedi hajapata watu sahihi wa kutekeleza mawazo yake, ikiwa kweli anayo, amesema mchambuzi huyo, mwisho wa kunukuu. Badala ya kufanywa kuwa jeshi la kitaalam, FARDC limechukua waasi wa zamani wa pamoja na mitandao yao ya uaminifu, hali ambayo imesababisha kuwepo kwa minyororo ya amri sambamba. Hata hivyo, rais wa zamani Mobutu Seseko hakutaka jeshi liwe la na nguvu kupita kiasi kwa kuhofia mapinduzi, hivyo aliwachochea majenerali wake dhidi ya wenzao, anasema Kristen, mwisho wa kunukuu. Kimsingi, jeshi alikuundwa kwa ajili ya ulinzi wa taifa, alisema Ron Spasman. Hata chini ya Mabutu, kipaumbele kilipewa vikosi vya ulinzi wa rais. Baada ya Mobutu marais Laurent na Joseph Kabila waliruhusu ushawishi wa Rwanda ndani ya jeshi. Hii ndiyo sababu serikali sasa inaogopa kufanya mazungumzo na M23, anasema Christian, wanahofia kuingiliwa, ndivyo anavyosema mchambuzi huyo. Ushawishi wa Rwanda ulionekana wazi baada ya kuanguka kwa Mobutu, ambapo jeshi la DRC likiongozwa na James C. Kabarebe, ofisa wa kijeshi wa Rwanda, ambaye sasa yuko chini ya vikwazo vya Marekani, baada ya mkataba wa Sun City. Wa mwaka elfu mbili na mbili wanajeshi waliotoka upande wa Rwanda walichanganywa na jeshi la DRC, jambo lililofanya mfumo mzima kuwa mgumu zaidi, alisema ambaye ni msemaji wa serikali Patrick Muyaya. Wakati huo huo, jeshi la DRC limekuwa likisalitiwa kutoka ndani. Hiyo ni kwa mujibu wa rais Tshisekedi ambaye aliwahi kunukuliwa kwenye mahojiano na gazeti za The New York Times akisema namnukuu Mtangulizi wangu walitawala kwa miaka 18 bila kulijenga upya jeshi. Baadhi ya wanajeshi hawana hisia za uwajibikaji kwa taifa, aliongeza ofisi hiyo ya Tshisekedi. Sababu moja kuu inayofanya FARDC ishinde dhidi ya M23 ni msaada wa kijeshi kutoka Rwanda, alisema De Neve ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Serikali ya DRC inajaribu kufanya mageuzi ya jeshi lake, hiyo ni kauli ya Patrick Muyaya, lakini mageuzi hayo yatachukua muda mrefu kwa mujibu wa Muyaya. Huwezi kutegemea kukamilisha mageuzi yote ya jeshi ndani ya miaka mitano, aliongeza Muyaya, ambaye ni msemaji wa serikali hiyo. tumeanza kuyafanya kwa, ni... kwa nini unadhani Rais Kagame ameanzisha vita hivi DRC? Kwa sababu anaona jinsi mambo yanavyobadilika. Hiyo ni kwa mujibu wa Muyaya, mwisho wa kunukuu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo.